Mgombea ubunge kupitia chama cha CHADEMA Joseph Fima amesema kutokana na hukumu iliyotolewa na mahakama kuu ya Songea ya kumtaka alipe shilingi milioni 12,395,000 amepokea na anaangalia jinsi ya kuitekeleza kama anaweza kukata rufaa. Mgombea huyo akilalamikia chama chake cha CHADEMA, Joseph Fima amesema chama chake cha CHADEMA toka kesi imeanza mpaka inaisha kimeshindwa kutoa msaada, na hali hiyo siyo yeye tu pekee; hata wengine walio na kesi za uchaguzi hakuna aliyeweza kusaidia. Hiyo ni kuwakatisha tamaa wanachama ah, chama kwa ukweli, chama hakikuweza kuniunga mkono eh, pamoja na jitihada ndadi makao makuu, lakini katibu wa chama alisema kwamba hizi kesi ni nyingi, wakianza kuunga mkono kesi moja, maana yake eh, utatakiwa usaidie karibu kesi zote nyingi eh, lakini ah, katika wanao wanaodai wale kwa nashtaki ama wanaohitaji msaada kutokana na changamoto kama hiyo. Kama hivi sasa hivi mehukumiwa mimi e, nilipe hizo milioni kumi na mbili, e, ambazo kimsingi sina hizo. Watashika mali watashika nini? Kwa hiyo chama kinapaswa, nafikiri kinapaswa kuangalia kwa waangalia wanachama hao, sio kwamba wote wanalingana, hawalingani. naye mwanasheria aliyekuwa akimsimamia kesi ya ubunge aliyeshinda kesi jimbo la Songea leoa sgama katika kudai gharama za uendeshaji wa kesi za kesi ya uchaguzi mwombezi Kabwela amesema kesi ya msingi ambayo ilifunguliwa dhidi ya mwanasheria wa serikali msimamizi wa uchaguzi na mbunge wa jimbo la Songea, mbunge wa CHADEMA Joseph Fime alishindwa kulipa gharama ya ufunguaji wa kesi hizo ambayo ilikuwa ni shilingi milioni 15, kwamba Fiume anatakiwa adiposti kwa mujibu kama kwa mujibu wa sheria milioni tano kwa kila mtu anayemshtaki. Alikuwa anashtaki watu watatu namfamamizi wa uchaguzi anamshtaki mheshimiwa mbunge Gama na wakili, wakili Amina ana mwanasheria mkuu wa serikali baada ya kushindwa hivyo, kwa kesi yake, kesi yake ya msingi milioni 13 na zaidi lakini mahakama ndo ina, ina wajibu wa kuassess hizo gharama kwa mahakama ili assess gharama zile, na imetupatia milioni kumi na mbili laki tatu. Mwanasheria aliyekuwa akimsimamia mgombea wa kupitia Chadema Joseph Pimwe katika kesi ya madai ya gharama ya uchaguzi Paul Mapunda amesema hukumu imetolewa na yeye hana cha kusema, ila anategemea mteja wake atasema nini. Nikiripoti kutoka hapa Songea, Adam Nindi Star TV